Kwa uelewa wangu ni kwa, naomba kuhusiana na sikukuu ya wanawake duniani, serikali ituangalie kwa jicho la pili, itu, itu, itufikirie sisi wanawake wajasiriamali wadogo wadogo tunazo changamoto nyingi sana zinazotukabili hususan ni kwenye maisha ya kila siku. Tulikuwa tunaomba inapokuwa sikukuu ya wanawake, serikali iangalie hata sisi wanawake wa vijijini, itembelee mazingira ya vijijini, ifanye mikutano na wanawake kwa wanawake, sisi wa vijijini itusikilize na sisi changamoto zetu, hususan hata kwenye kodi tuna changamoto za bia, za mitaji tuna changamoto za ku, ku, kuto kuelewa nini maana ya, ya sikukuu yenyewe na inatusaidia nini sisi wanawake. Hivyo tulikuwa tunaiomba serikali itupatie mitaji au itupunguzie kodi au ushuru tunaoutoa tunapokuwa kwenye ujasiriamali wetu, hususani kuna wanawake ambao tuna mitaji midogo kama laki moja, laki mbili lakini serikali inapokuja kutoza tozo zake inatutoza tozo sawa na yule mwenye mtaji wa milioni moja. Kwa hiyo sisi tunaumia sana na tunapata shida sana, ambayo inatupelekea wanawake wengine kuacha kufanya biashara, tunaenda kuwa vibarua mashambani. Kwa hiyo pia tulikuwa tunaomba ituangalie kwenye swala la tozo, hususani kwenye TRA halmashauri, wanapokuja kututoza tozo, wanatubana mno, hususani wanafunga na vibanda ambayo inatupelekea sisi kuacha kufanya biashara au kuhama kwenda mazingira ambayo hatuwezi kupata hata wateja, unaona au kugaramikia gharama kubwa ili uendelee ku, ku, kuwa katika ujasiriamali wako unaokuwa nao. Kwa hiyo nayo ni shida ambayo tunaomba serikali iliangalie itusaidie sana sisi wanawake. Alafu pia maisha tunayo yaishi sisi huku vijijini, ilitakiwa serikali nayo ije kutu, ku, kuongea na sisi wanawake itusaidie hususani ili tuelewe nini maana ya sikukuu ya wanawake na inatusaidia nini katika maisha yetu ya kila siku tunayoishi nayo. Tunaomba mama yetu mama Samia asikie maombi yetu na atusikilize kwa hili. Mimi kama mimi niko napenda siku ya wanawake wanawake tutendewe haki sawa. Kuna, kuna sehemu nyingine wanaume wao wanatunyanyasa. Mwanaume anakukataza kufanya biashara sehemu yoyote ile, halafu akitoka huko kwenye ulevi wake anakuja anakusumbua nyumbani. Kwa hiyo sehemu nyingine, tulikuwa tunapenda wamama tupewe haki zetu kama wamama, tupewe uhuru wa kuishi kimaisha na wanaume zetu, lakini pia kuna sehemu nyingine wamama a tunanyanyasika, tulikuwa tunaomba Siku ya wanawake wa mama tusaidiwe, kama mama Samia anaweza katusaidia, hasa sehemu ya uzazi. Huwa tunapata tuna, tunapata shida sana. Unaweza kuwa una uwezo lakini unaenda hospitalini kujifungua unakuta gharama inayohitajika ni kubwa, unashindwa kuimudu hiyo gharama. Sasa tulikuwa tunaomba mama Samia wetu, vifaa vingine kama vya hospitalini, wa mama tuweze kusaidiwa bure, kwa sababu tunapata shida kubwa sana. ipenda siku ya akina mama tarehe nane duniani. Akina mama wote kupata ili basi tuwezeshwe kwa ajili ya kupata angalau tupate hela ya kuwezesha kwa ajili ya vikundi moja akina mama huwa ni sisi tunakaa na familia zaidi katika kusaidia jamii. Akina mama huwa ni sisi tunatakiwa kufanya kazi za mikono au kuwepo sokoni katika biashara ndogo ndogo. Tunapokuwepo sokoni, lakini tunashindwa tufanyeje kwa ajili ya mtaji. Niliomba serikali kama akina mama itusaidie mikopo kwa ajili ya kukuwezesha akina mama kufanya biashara wa kwa sababu familia zinategemea hususan wanafunzi watoto wa shule kuwepo kati shuleni kuweka shuleni, wanahitaji vifaa mbalimbali pia na familia nyingine kutegemea kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie. Siku ya wanawake kweli nice tunaisikia ila kwa kuwa kwa kwa tuna majukumu mengi ya wanawake, tunashinda shambani, hatupati muda wa kusikia wa kusikiliza redio hizi siku hiyo wana wanawake tumeisikia, na kwa siku hiyo hatuna kazi yoyote wala hatutaisherekea kabisa, hatujajipanga lolote. Tunaomba serikali tusaidie, uko tukopeshwe, tupate mitaji, ili kusudi tuweze kuinuka na sisi tuwe tunazijua hizo sherehe zinazofanyika kwa kuwa changamoto tuliyo nayo wanawake wa kijijini ni mitaji, na sherehe hizo hatutazifahamu sababu tunaendelea kukaa nyumbani. Kati uwezo wa kufanya kazi tunao, ila tatizo ni mitaji kwao. Changamoto tuliyo nayo ni hiyo, serikali watusaidie, tukopeshwe, tupate mitaji. Wanawake wa kijijini hatutambuliki.